Akizindua klabu hizo katika chuo hicho cha URRC chenye chuo cha ufundi stadi kwa watu wenye ulemavu na shule jumuishi ya sekondari Usariva kilichopo mkoani Arusha, mhadhiri wa chuo kikuu cha Tumaini Makumira mchungaji Dr. Susan Sitayo amesema kuzinduliwa kwa klabu hizo kutatoa fursa kwa wanafunzi kuendelea kupata uelewa zaidi juu ya kupambana na vitendo vya ukatili kwa watu wenye ulemavu na afya ya uzazi salama, ikiwa ni utekelezaji wa mradi unaotekelezwa na KKKT kwa kushirikiana na SHIVYAWATA kwa ufadhili wa EDAN na fem nini. Nyi wenyewe mtakubaliana na mimi kwamba mwanafunzi akifundishwa ya tu yale masomo yaliyoko kwenye karikulam kule sekondari, ile karikulam ya serikali, lakini akawa exposed kwa haya mambo ya ukatili, akawa exposed na akashindwa kujitetea, na akawa hana elimu yoyote ya kujinasua, basi unaweza ukakuta hata ile elimu anayopata kule kwenye mtaala hafiki popote. Hii elimu ambayo mmeipokea wapendwa wanafunzi, ni elimu ya msingi sana, itakusaidia ili kile sasa unachofundishwa kule sekondari kikawe na manufaa, itakufaidia wewe mwenyewe, lakini pia itawasaidia wale marafiki zako na jamii inayokuzunguka, si kweli? Jamani. Awali akisoma risala kwa mgeni rasmi, Mwalimu mkuu wa shule ya Usareva Rehabilitation Center amemweleza mgeni rasmi mafanikio yaliyopatikana kupitia mradi wa Her Resilience and Abroad. Programu hii imeleta manufaa makubwa sana shuleni kwetu, kwani yapo mengi, mambo mengi ambayo tumeyapokea kutoka kwao kama ifuatavyo: wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum wameweza kushiriki makongamano mbalimbali mbali na kuona jinsi ambavyo watu wenye mahitaji maalum wanavyoweza kujimudu katika maisha yao ya kila siku. Katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Arusha, Hep Rafael, amesema kuanzishwa kwa klabu hizo kutawasaidia wanafunzi hao kufahamu namna bora ya kupingana na ukatili wa kijinsia huku ikiwasaidia zaidi kufahamu aina za ulemavu pamoja na ukatili wa kijinsia kwa watu wenye ulemavu watatengeneza jinsi gani wanaweza wakaripoti ukatili wowote wa unaofanyika katika jamii kuhusiana na watu wenye ulemavu. Na klabu hizi zitawasaidia hata shule zingine, mfano kama leo tumekuwa na shule ya Makumira Sekondari, ambao kwa pamoja wameweza kuzungumza kwa kina kuhusiana na Je, ni vema kuwa na elimu ya afya ya uzazi salama zifu elimu hii itolewe katika shule za sekondari hata za msingi. Makamu mkuu wa shule ya sekondari Usariva Rehabilitation mwalimpendo mko pamoja na mwalimu wa taaluma katika shule ya sekondari ya Makumira mwalimu Maiga Masesa wamesema kuanzishwa kwa, kwa klabu hizo kutawapa fursa wanafunzi kujifunza zaidi juu ya ukatili wa kijinsia huku hakikisha kwamba elimu inatolewa ipasavyo juu ya watu wenye ulemavu. Watu wengi wanaokuwa wanachukulia watu wenye mahitaji maalum kama walemavu kwamba ni watu ambao si sahihi katika jamii zao, lakini watu wenye mahitaji maalum au wa walemavu ni watu ambao ni watu sahihi kama sisi tulivyo, kwa sababu hamna mtu aliye tamani kuwa mlemavu, lakini ulemavu mtu anaweza akapata akiwa mtoto, ulemavu mtu anaweza akapata ukubwani kwa kupata ajali. Kwa hizi hizi clubs tunazindua hapa, nafikiri wanafunzi hao wanao kwenye hizi club wataenda watatusaidia pia kufichua ambao wamefichwa kwa kutoa zile elimu mtaani, hata wakirudi nyumbani, ili hao watu ambao wana ulemavu waweze kupata elimu, lakini pia waweze kuletwa na kufahamika na kupata elimu na kusaidiwa nao kama walivyo wanafunzi wengine. Watoto wengi katika jamii za Kitanzania, hasa maeneo ya vijijini, hawapati nafasi za kujiunga na elimu ya sekondari, hasa wale watoto wenye ulemavu, wengine wanaoficha ndani. Lakini kupitia hii club itakuwa ni chachu ya kwenda kuwatafuta huko walipo, kwa sababu watoto wao wanakaa katika hizo jamii, kwa hiyo itakuwa ni rahisi wao kuweza kuzungumza na uongozi kwamba kuna mtoto sehemu fulani na kuweza kuweza kumfuatilia, lakini vilevile jamii ya Makumira sekondari baada ya kupata elimu ya leo, tutachukua hatua madhubuti kwenda kuwafundisha wanafunzi wetu umuhimu wa kuwafundisha na kuwapa elimu watoto wenye ulemavu. Klabu hii ni chanzo cha wito kwa watu wengine, kwa mfano kama kwa wazazi, maana bado kuna wazazi ambao wanahifadhi walemavu ndani wakiamini kwamba hawawezi kufanya chochote, lakini katika klabu hii tutaweza kujifunza na tutaweza kupata uelewa kwamba hawa walemavu ni binadamu kama sisi, ni wanafunzi kama sisi ambao watakuja wata kujifunza vitu vingine na wanaweza wakawa na uelewa mkubwa kuliko hata sisi ambao sio walemavu. Elimu ya ya kijinsia ni muhimu kwetu kwa sababu tunaweza kujua jinsi ya kujiweka mbali na, na tabia mbaya kama mfano nani, ngono zembe na zingine nezo. Kutoka katika kituo hiki cha watu wenye ulemavu Usariva mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.